Inaukaribisha mpendo mtazamaji na mpendo msikilizaji, katika mwendelezo wa masomo yetu ya mwinue Yesu leo tarehe kumi nne mwezi wa nne mwaka elfumbili na ishirinina tano. Somo letu leo lina kichwa kinachosema utukufu wa nguvu ya Mungu, na fungu letu kuu linatoka katika kitabu cha haraka wa pili wa Timotheo sura ya tatu fungu la kumi na sita na fungu la kumi na saba nalo linasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuonya watu makosa yao, na kuwaongoza, na kuadabisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Tuombe. Tunakushukuru Mungu, umetulinda umetutunza, na unaendelea kutuhifadhi. Tunakushukuru kwa sababu utaenda kutufunulia maandiko yako matakatifu. Roho Mtakatifu atukumbushe na atusaidie kuelewa haya tunayosoma, atuandae kwa ajili ya uzima wa milele. Ndilo ombi letu kuu, kwa Yesu tunaomba na kushukuru, amina. Mungu amependezwa kuwasilisha ukweli wake kwa ulimwengu kwa njia ya mawakala wa kibinadamu, na yeye mwenyewe kwa njia ya Roho Mtakatifu, aliwafanya watu wafae na kuwawezesha kuifanya kazi hii Aliongoza akili katika kuchagua cha kusema na cha kuandika. Hazina iliwekwa katika vyombo vya udongo, na bado ni hazina iliyotoka Mbinguni. Ushuhuda umewasilishwa kwa njia ya maneno yasiyokuwa makamilifu ya lugha ya kibinadamu, japokuwa ni ushuhuda wa Mungu; mtoto wa Mungu mtiifu anayeamini, anaona ndani yake utukufu wa nguvu ya Mungu aliyejaa neema na kweli. Katika neno lake Mungu amewapa wanadamu maarifa muhimu kwa ajili ya wokovu. Maandiko Matakatifu yanapaswa kupokelewa kwa ufunuo wenye mamlaka usiokosea wa mapenzi yake. Maandiko ni kipimo cha tabia, mfunuaji wa mafundisho, na kipimo cha uzoefu. hata hivyo ukweli kuwa Mungu amefunua mapenzi yake kwa wanadamu kwa njia ya neno lake hauondoi hitaji la uwepo na uongozi endelevu wa Roho Mtakatifu. Kinyume chake, Roho Mtakatifu aliahidiwa na Mwokozi wetu ili kulifunua neno kwa watumishi wake, kuangazia na kutumia mafundisho yake. Na kwa kuwa ni Roho wa Mungu aliyeongoza uandishi wa Biblia, haiwezekani kuwa fundisho la Roho liwe kinyume na fundisho la neno. Roho hakutolewa wala hawezi kutolewa ili kuchukua nafasi ya Biblia, kwa kuwa maandiko yalisema wazi kuwa neno la Mungu ni kiwango ambacho kwacho mafundisho yote na uzoefu vinapaswa kupimwa. Alisema mtume Yohana, msiamini kila roho bali zijaribuni hizi roho, kwamba zimetokana na Mungu; kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Nukuu kutoka kitabu cha Waraka wa Kwanza Yohana sura ya nne mstari wa kwanza. Na Isaya anasema, na waenende kwa sheria na ushuhuda; ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Nukuu kutoka katika kitabu cha Isaya sura ya nane fungu la ishirini. Kwa kupatana na neno la Mungu, Roho wake alipaswa kuendeleza kazi ya neno la Mungu katika kipindi chote cha kazi ya kutangaza Injili. Katika zama ambazo maandiko ya agano la kale na jipya yalikuwa yakitolewa, Roho Mtakatifu hakukoma kuwasilisha nuru kwa watu binafsi Kando ya mafunuo yaliyowekwa pamoja kuunda Biblia takatifu. Biblia yenyewe inasimulia jinsi ambavyo kwa njia ya Roho Mtakatifu watu walipokea maonyo, makaripio, ushauri na maelekezo katika mambo ambayo hayahusiani kabisa na utoaji wa maandiko. Sehemu zingine zinataja manabii katika zama tofauti ambao maneno yao hayakuandikwa popote katika hali inayofanana na hiyo baada ya kukamilisha na kufunga orodha ya vitabu vinavyounda biblia roho mtakatifu aliendelea na kazi yake ya kuangazia kuonya na kuwafariji watoto wa mungu nukuu kutoka kitabu cha pambano kuu toleo la kumi na moja ukurasa wa tano mpaka wa saba Mwenyezi Mungu na awabariki sana. Amina.